fise ico dutegereze nk'uko twahererekare tubivuga nta kindi catuzanye atari kugira ngo uhumurize imitima yacu atari kugira ngo uturonderere inzira kuko ubwacu twoyirondera tukayibura niwo utanga ubuzima kukuri isoko yabwo niwo utanga amahoro kuko ava kuri wewe niwo utanga umugisha umugisha mana turi hano turagomba kumva ico uvugana natwe yesu

haleluya <tune> kandi ngo uryumva wese abashitwe ku rutare uryumva wese akarigendera abasha gutsinda ibyari kumutsinda uryumva wese akarikora atoro nk'ubugingo niyo mpamvu tukweretsa umugaragu wawe ntabwo ari we ariko aba ari wovugira muri we we akubere umuringoti ituiye guweke amatwi yacu yumv couvugana natwe buri muntu wese ivyoata gushakako abihabwe biciye 'umugaraga wawe 'izina rya Yesu ariko ngoreka tuvuge ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana uu nataka tuongee habari za misingi ya familia. Ni kugira ngo tuvuge inkuru z'ubuzima bwo mu miryango. Amen. Amen. Amen. Amen. Namna gani tunafunga? Ni gute gute tubohwa kitu ya kwanza. Ikintu cha mbere wanadamu. Abana baba wanajua. Barabizi ko leo uno musi uki, ukigonjwa ugwaye Ukikosa pesa ubuzi amafaranga, ukikosa kibali ubuzi ubwiziirwa, ukikosa kuendelea ubuzi uku gutera imbere, banaita buchawi mbele, bashira imbere urozi. Amen, amen. Bachawi balishaka koma, abarozi barakomye, ntabwo bagifite imbaraga. Haleluya, amen. Lakini sisi tunawapatia nguvu, umu ingorane ku buzima bwa ngo no murozi. Ka mbwire abarozi baruhuke. Haleluya, amen. bachawi ya kufanya jambo kwa maisha yetu isipokuwa Mungu kumruhusu. Umuru atinafi tu basi tariki una kimwe kubutima bwata kali mane mwemereye. Kama Mungu amemruhusu kwa maisha yetu ana nguvu ya kutukana. Ni maana ya mwemereye kubutima bwata rafisi ubasha kwa kutukana. Lakini kama Mungu amruhusu

Ile yote

sababu ule muovu shetani ameshuka kukuja mukwanizi satani ya manu te kuisi. Sasa alero shetani satani ametuloga ka zamani, kabla tujazaliwa sisi, ametuloga kabla atujajua kama tutazaliwa. Tulisaliwa ndani ya uchawi wa ulimwengu ya shetani. Shetani Twavukiye mu burozi chanke mu bintu by'imiti kirundi kubwo kwisi yose ngaha. Zamani wase wetu akuana munjuwa Mungu kera ntabantu twari tuzi imana. Shetani alitumika na wazee wetu waliotuzaa. Satani yakoranye na basokuru nabas, batuvyaye. Wazee wa zamani waliabudu miungu, waliabudu miungu abatama, ah, ba kera basengera ikigwa mana, sababu kwawe ilikuwa kwa Mungu kwao kuko wo kuri bo yari imana yabo, hawakujua Mungu anasaidiaka un anafanyaka mtu anaendelea kujua kama Mungu anapatiaka watu watoto, anapanaka ndoa ana, anapandishaka mtu juu ni anapandishagamuu nibai imana ikuri umuntu hasiuima ku buzima bwabo ibasaidi kugira ngo bibafashe kandi vyarabafashe Aleluya Lakini mwisho yao Aliko nyuma yao Ilishia ku masadaka za kafara vyahereye ku mashikanwa yibitangirikimazi yibi Ilishia kwa ulevi. Vyahere mubambolepo. Ilishia kumapatano, walipatana nao. Vyahere kumasezerano, basezerano nayo. Amen. Amen. Amen. Hiyo mapatano ndiyo si tumezaliwa ndani. Ah, hiyo masezerano niyo tukaapukiemo. Haleluya. Amen. Tumezaliwa mu mahadi, mu mapatano ya ulimwengu, ya mapepo basi. Kwa apukia masezerano mukilela chini kemu mbi. Haleluya. Amen. Ile yote. Ito vyoso. Sisi hatukujua If don't have io ntabwo twari tubivyo ntabwo twamenye twisanze twabivukiyemo Amen. Amen. nivyo bintu rero biratubabaje cane biraduhangayikishije watumishi wengi abakozi beshi wamefungwa barafunzwe Sura kitabu cha kumi ku gice cha cumi na gatandatu. Kianza sura ya kwanza. Utanguye ku gice c'aho cha mbere hadi sura tano. Gushika kuri katano. Acha tusome.

Amen. Watu wa mungu. abantu umwanya abarozi cane turondere umwanya wo gusenga cane arashaka guheza vugabe baravuye hamwe twabasize baradusanga na na hano mu masengero wa

sana kila mtu agundue roho gani na inafunga familia yao twese tusenge tumenye mbega ni mpemu nyabaki ifunde tu iboshi mijango yacu eske ni usherati mbega ni usamba eske ni bulevi mbega ni fabeko eske ni uchawi mbega ni nuus eske ni ufumu mbega ni buroti ni ufumu kuna ingine banaza kubunaza banaza kubone kwa ulozi kuma yako ulozi lakini unazalua mu damu ya kilozi parashua kusanga mbega uru nuburota yiko kubera kuwa pia nguwe muburoti.

Kuko kwambia leta pesa fulani juu tukuombee, ile yote sio njia za Mungu. Inawezekana kuna dawa aliuza, sasa napenda aanze kurudisha juu iko, lakini wale ambao wanajaa na roho ya Mungu leo